Tuko Tam Tam, hivi vidude, nimependa deco yake vizuri kweli. Natamani kuweka na mimi sasa. Hividujakuta mtu kwenye garden hii, inapendeza. Umeona kwa nyumbani

Um, Mashauzi Tam Tam Food Points, mm -hmm. Ni safari ndefu. Tumetoka manake hapo hapo. Ni safari ndefu lakini kama ulivyosema kwamba kutokata tamaa ni kitu ambacho hasa tunatakiwa kuwa nacho lakini, mm -hmm, ukimtanguliza Mungu pale na kumwachia Mungu awe ndio, ndio msimamizi na muamuzi mm -hmm. Hmm. Wa kila unachokifanya duniani hmm, basi Mungu atakupa ata baraka zake na neema na nguvu yake utaiona, lakini ukiwa ni mtu ambaye unadharau vitu hmm, fulani paa mwenyewe yani, kuna vitu ambavyo unaweza kupata lakini usifikie pale hmm. Kwa hiyo mi naweza kusema pale nimedumu kwa miaka miwili hmm, na tu pekee ambaye nimedumu kwa maneno ya majirani zangu hmm, mi pekee nimedumu hapo hmm, kwa miaka miwili lakini ofika kipindi basi mzee akasema, sitaki, nataka nyumba yangu kodi ikuisha. Shida kubwa ilikuja kwenye mambo ya bili za maji, kwamba mm, tulikuwa tunapeana muda, ye analipa muda fulani na mi nalipa muda fulani, huo ndo ukweli mm. Kwahiyo ilivyofika muda wake mm, eh, ikaja bili kubwa kwa hiyo akasema na mimi nilipie kiasi fulani. Kama mimi siwezi kulipia kiasi hicho kwa sababu kutokana na biashara ninayofanya mm. sio kwamba ninaingiza kivile lakini pia mm. hapo mwanzo wakati bili zinakuja kwangu tulikuwa tunalipia kiasi fulani, kwao siwezi mm. tena kulipa kiasi hicho, lakini mimi naweza kulipa kiasi hiki. Mm. Ah, naweza fani ah, mm. eh, yani, mm. kama uwezi kumkulipa mimi basi wewe acha mangu ondoka. Nikama kama chapa. Kama mimi lakini mm. tuna mkataba hapa miaka mitatu. Akamwita mm. mwanasheria wake. Mashauzi kanaambia, ni kweli mkataba miaka mitatu, lakini kama ni hivyo aniache mpaka nitakapopata eneo mm. Kwa hiyo mambo mengi kelele. Sasa mimi sipendi kelele, nasema watu wanaotafuta riziki zikianza kelele, basi baraka huwa inaondoka hapo. Kwa hiyo basi ndio nikaanza kutafuta eneo jingine ee, yeah. yeah. <laughs> wakati wa, wa Mungu ni wakati sahihi. Kwa hiyo hata napigia simu naambiwa njoo uh, hapa uone eneo. Nilishindwa kucheka, nilishindwa kufurahi mm, nilishindwa kulia <laughs> yani nilibaki tu hivi mm, yani hivyo like a skeleton mm. So nikamshukuru Mwenyezi Mungu kwa, nikaanza kupambania hapa, nimeanza kujenga kwanzia mwezi wa sita mwezi wa sita, saba, mwezi saba tumemaliza yeah. Na sasa tumeanza kazi rasmi pale pale kwa zamani, kushoto, kulia, unavuka barabara, eneo ambalo tuka tunalitumia <tunia> <mwabari, tukopno>, <tunia> kama vile kupaki magari lakini kulikuwa na container, pia nimelitoa kwa hiyo ni hapo hapo <tunia> <tunia> ni hapo, hapo, yani, mtu anayepajua Mashauzi Tam Tam Food Point iliyopo zamani ni hapo hapo upande wa pili ukipiga unaona je, imepokelewaje? Wasahili wanasema Ukimpiga okay, chura teke, unamuongezea mwendo wangu umekuwa ni no. Wat ameipokeaje au watu wameipokeaje? manake imekuwa kama vile sasa vuta no. ni kuvuta. Mimi ni kwangu hakuna vuta ni kuvuta mm. Uh, kwanza kitu ambacho napenda sana ni shukuru namshukuru Mwenyezi Mungu mm. kwa ku, kwa ku, kwa kumuumba mamangu mm. na baba yangu wakakutana mm. alafu wakawa ni walimu wa maisha yangu mm. Wakawa ni mifano kwenye maisha yangu mm. Sababu kila anachokifanya nilikuwa nakiona, na kwa mama mamangu alikuwa hakati tamaa mm -hmm. Mamangu mi nilikuwa namuona anafukuzwa na mwenye nyumba mm. Lakini kesho yake alifanya juu chini, sisi tunaondoka mm. Kukaa nyumbani kwetu Mbezi mm. Mamangu aliondoka bila kumwaga mwenye nyumba mm. Baba mwenyewe alitutukia tu anakuja chumba kinamuitikia hey! Kwamba alikuwa ni mwanamke mjasiri, mwanamke mpambanaji, mwanamke ambaye mbaye Ha, hatishiki na chochote na haogopi kufanya kitu ambacho anahisi hai, hatoki nje kwenye jamii, lakini anafanya kitu ambacho kitampendeza yeye, pamoja na ikua ni, ni mpambanaji mmoja mzuri sana mm. kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwa mama yangu kwa maisha mm. yake yote mm. na namwombea heri na baraka huko alipo, mpokee awapokee wote, aweke mahala pema na mwanaye anaendelea kupambana na baraka baraka zake kwa yani, hmm. wakati, wakati yametokea hayo yote hmm. nilikuwa narudi sasa kumkumbuka mamangu, kukumbuka maisha ambayo alikuwa amenipa, nikilala e, yani hapana, Isha hapa maana naamka sawa, nitalia na nimelia sana hmm. nimelia kwa kujiona kwamba nakosa, nimelia kwa kujiona kwamba wateja wangu wameshanizoea, wamesha alafu nikija kuanza tena na maana nitaanza upya kwa hiyo uh, lafu mbaya ambayo nilipata ilikuwa inafika kipindi mtu anapiga sana, lao biriani ipo, ah, leo hatujapika, labda wiki ijayo ilo, labda wiki ijayo hmm. huku sina uhakika kama wiki ijayo itakuwa tayari hmm. lakini just namdanganya mteja mm. ile mm. hayat ni sahau, ifika hmm. kipindi siku tatu siku nne sipokei no. simu mpaka najiuliza hivi, ah, nikasema hivi sasa hii ni ashara mbaya mm. kwao, ndo nikapambana pambana hapo kati pa nikajiwekeza, lakini ukiona kitu kimewekwa hivi hmm. Kiukweli kinaumiza kichwa, wewe mwenyewe mwekezaji unajua, na uwekezaji wetu sisi ambao tunategemea nikaimbe nipasuke kondo nije kuwekeza mara su, yani, mna mambo mengi unajua. Kuna kipindi nilikuwa ah. <laughs> winga hii yote kwa, <mbonga. laughs> <laughs> kwa, kwa sababu ya hapa paweze kuwenmmkayo, na mshukuru Mwenyezi Mungu tumeshapasimamisha. Sasa shida tumeacha chini, tunataka kupambana. Mikakati ikoje? tunaanzaje tunalianzishaje yaani, hapa naweza kusema kwanza, katika kutoa shukrani niliosahau mm, mashabiki mm, lakini hususan na wateja wangu mm. wateja wangu wangekuwa embe dodo mm, ningewala na majani <laughs> lakini <laughs> kwa sababu siwezi, yeah, ninachosema ninashukuru, nawapenda mm, lakini Mungu awabariki sana kwa kila wanapotoa kila, mm, anaponikumbuka kila wanapofikiria kila wanapotamani nawapenda mm. na nawamwombea na kwa Mwenyezi Mungu wafanyie wepesi mm. bila ya wao mimi tupa kwenye dastibi mm. Yani kabisa yani wateja ndo wanaonipa jeuri wateja, mm. wateja nashukuru Mwenyezi Mungu baada ya kurudi mm. mpaka sahivu naingia mwenye jikoni mwanzo mm. walikuwa naweza nikawacha tu wapishi wakapika wenyewe, lakini na mimi lazima niwepo jikoni 24/7 alhamdulillah nashukuru. Ah, huu yani so kusimama yes, inafika mbali. Yaani, chakula changu mpaka ale Samia Suluhu Hassan, yes, insha Allah. Mpaka yes. Ale daktari mwini Ameen, mpaka daktari. Ale waziri mkuu yani, yani, kiiaikashakila sana watakuwa <laughs> <laughs> yeah. Kwa hiyo, nataka yani, chakula changu kwanza kiwepo Tanzania nzima waelewe mm. na dunia nzima ielewe kwamba kuna mtu anaitwa Isha Mashauzi na ni Hmm. Na sio kupika tu, anapika chakula kitamu, chakula kitamu. Yes. Anaimba, anaongea, anaigiza, anaigiza yes. Ana Ana somo nafunda Ana hey. Paka pale <laughs> lezi furahi <Kulisafurai> sana akiniona <laughs> naomba kama matonya mbuiba pale wanikie Nikifilisika, sijui watafanya kongamano la furaha. Waone, nipe kidogo wa nipe kidogo otena, yeah. Ni na wana wanapenda nione masikini wa wanapenda niombe kama matonyani, nikiadhirika watafanya kongamano kwa furaha. Mola nini mola pia Mwenyezi Mungu ataleta ae, ae, ae, ataleta baraka. Kabla sijaendelea, nataka mm. Ilizi si mzigo, kipande changu kile, nataka tu nisikie ikiwa ina ina ina y kipande changu kile sikakubaliana. <laughs> <Tika> <yara. laughs> Leo siendi kwenye nyimbo zangu zile, leo mimi nataka ilizi si mzigo kwenye kipande changu ah. Kukimbia si kitoto, uso umetahaya, yamekuja makasiriko umeingia na simba pori, ee jina mizi jina mizi kila nifanyalo ubebe, ee jina mizi jipula kwa pae. Hata ufanyweje

kuifanya uh, siku hii kwenye sherehe ambayo umesema itakuwa tofauti na miaka mingine. Uh, kwanza kabisa, kwanza ni sherehe ya kwanza. Uh, imenikutia kwenye ofisi yangu. Of course ni sherehe ya tatu mm lakini pia nataka niwaonyeshe wapenzi wangu, kuna watu wanaangaikaga na ukumbi mm, kuna watu wanaangaika na shughuli zao mm, mwenye birthday, mwenye kitchen party mm, mwenye send off ana mkutano mm, ana kikao, una kitu chochote ambacho nataka kujumuika na watu wako kuanzia mia tatu, karibu mm, sana mm, sisi hapa tutakupikia, tutafanya kila kitu kwao. Nikaamua kufanya mm, ili watu waone nimeshafanya fanya sha fanya a watu mia moja na hamsini. Nishafanya kikao na maafisa usafirishaji jiji la Dar es Salaam hususan wilaya ya Kinondoni, tulikuwa takriban mia mbili na hamsini, safanya watu hamsinietu a nina sehemu ya yani kukaa kuna kuna watu kumi, unasema watu ishirini, una watu hamsini ambayo inaweza kupika watu mpaka mia mbili mia mbili hamsini mpaka mia tatu. mm -hmm. Na tuna uwezo kuwapikia wakala chakula kizuri chenye testi nzuri, mm -hmm. ladha tamu hapa, na wka yaani hapa hapa, kwa hiyo wanachotakiwa mm -hmm. ni kufika tu hapa, wanapiga simu wanakuja anapaona, wana eneo anakaa chini, tunapanda na akilipa chakula, yani ukumbi ni bure. Nampa ofa kabisa. Nasubiri nini jamani? yeah, karibuni sana. Tunapatikana no Kinondoni studio, mtaa unaitwa Shentemba. u akitaka kuimbiwa kufanya mambo mengine mm. akitaka kuimbiwa au anataka mm. tu ushauri, anataka yeah. tu kuja kula. Ninayo ofisi pale ambayo wataingia ofisini, tutaongea. siku sita mbili saba mbili tisa mbili mbili tisa nane. Hapa ndo namba ya kuoa. Kama, kama <laughs> Mfate Isha. uh, sisi kwa, kwa wenyehi shughuli sisi tunaonyesha rasmi kwanza eneo letu kwamba tuna uwezo kuhudumi, wa kuhudumia watu kadhaa. Tunawapa ladha yetu ya chakula, tutakuwa na starter ya urojo, tutakuwa na starter ya mishkaki, alafu baadaye ndo tunakutana na hapo hapo kwenye shughuli elfu ishirini. Kwamba atakuwa amechelewa yeye, atapiga simu, alafu jambo ni tarehe saba hii hapa tulio nayo leo leo tuliopo hapa